Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari asubuhi ya leo. Karibu mtazamaji, popote hapo ulipo ikiwa ni Tanzania ama nje ya Tanzania, kunako magazetini leo, kipindi ambacho kinakujia hewani kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa uh, kumi na mbili na nusu. Mimi nakuangazia magazetini leo katika sehemu mbili tu, ya kwanza ni kwa ajili ya habari za kitaifa na za kimataifa na ya pili ni kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani. Kipindi hiki cha magazetini leo kinapewa nguvu na kanisa la Tabernacle of Glory tag Kawe lililopo Kawe Ukomani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM ama kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukualika na kukukaribisha kushiriki ibada pamoja nao kila siku Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, lakini kwa siku za Jumapili wana ibada mbili tu. Ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu, na saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana ni ibada ya pili, kutoka eh, hapo kwa hiyo unakaribishwa kuwa mdau, lakini pia kushiriki kwa kufika kabisa. Kukamilisha matangazo haya upande wa mitambo Ijumaa ya leo ni Freedom Richard. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double D. Karibu tuongezee magazetini leo, kisha tupeane wasaa wa sawa, kupata nakala, kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari zitakazotutatanisha, kwa maana nyingine hatujazikamata vilivyo katika fahamu zetu. Nianzie gazeti Nipashe ukurasa wake wa mbele habari kuma nasema, maisha ya ughaibuni si lele mama ya tisha, ushuhuda wa walio nje e, maisha ya ughaibuni si lele mama ya tisha habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Nipashe, unaweza kupata habari kwa kina ukurasa wake wa ndani. ko bandia, matumaini mapya, wagonjwa saratani. Ko uh, bandia, matumaini mapya, wagonjwa wa saratani. Yani, saratani ya ko kupatiwa mbadala wa ko bandia. Haya, mchaka mchaka wa Trump watikisa dunia, lakini anakwama kwenye tope la China chakamchaka chaka wa Trump watikisa dunia lakini anakwama kwenye tope la China. Habari hii utaipata katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii utakapokamata nakala yako, ama kutembelea kurasa za mitandao mbalimbali ya kijamii, ambako unaweza kupata habari hii. Atinga kortini na hati kushinikiza mwambe apewe dhamana polisi Habari hii pia imepatiwa nafasi kurasa saba gazeti ni Pashe. Habari nyingine, nasema msiba bungeni, Jenista Mhagama afariki dunia. E, kama ambavyo taarifa hii ilitolewa jana na spika wa bunge e, basi msiba bungeni, Jenista Mhagama afariki dunia. Sasa naondoka hapo nikitupia macho gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika Dkt. Mwinyi awafunda wa viongozi aongoza mazishi Abdallah Mwinyi, habari ikitajwa ukurasa wa mbele wa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Mara nyingine anasema, maraisi wastaafu wasisitiza elimu ya muungano kwa vijana. Ghana yailalamikia Israel SMZ eh, kuja na miradi 150 ya uwekezaji kila mwaka. Habari hii imetajwa katika gazeti hili eh. Dr. Samia amlilia Jenista Mhagama. Unaweza kujipatia nakala yako kupata habari kwa kina. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Jamvi la Habari, gazeti lako. Habari iliokolizwa wino inasema Dr. Samia aimarisha diplomasia ya uwekezaji, mabalozi watano wawasilisha hati za e, utambulisho Ikulu Chamwino. Ushirikiano mpya wa kazi ya kilimo, nishati, teknolojia na uchumi wa buluu. Tanzania yathibitisha mazingira thabiti na e, salama kwa uwekezaji wa kimataifa. Habari hii imetajwa zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti Jamvi la Habari, gazeti lako. Haya, habari nyingine. Nasema msilete ubosi kwenye biashara za watu, msilete ubosi <laughs> kwenye biashara za watu. Hii si kauli ya mwingine, bali kauli ya kwake waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari eh, Mwigulu. Haya, hoja za Chadema za pingwa. Kulikoni Tanzania yatayarisha mazingira wezeshi kupitia diplomasia ya uchumi. Haya, Gazeti jamvi la habari linasimu taifa Tanzania uzalendo kwanza. Gazeti limeandika Tanzania yafungua milango fursa mpya ya uwekezaji. E, Samia apokea hati za utambulisho kwa mabalozi wateule nchi tano. Habari hii ni kamili hasa katika ukurasa wa pili. Habari picha pia inaambatana na habari hii ikionyesha e, ikimwonyesha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na hao e, viongozi. Dr. Samia aeleza uchapakazi wa marehemu Mhagama. TMA yatangaza siku kumi za mvua Tanzania, he he e, zitasaidia pengine kuondoa uhaba wa maji e, jijini Dar es Salaam. Haya, Karuma Shein wataka elimu ya Muungano iwe endelevu. Taifa Tanzania Uzalendo kwanza linaandika habari hii kwa kina, unaweza kujipatia nakala yako kupata habari kwa kina. Tuondoke hapo na tutupie macho kwa pamoja gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu, kama ambavyo mimi ninaipa kazi yangu kipaumbele asubuhi ya leo. Habari iliyopamba ukurasa mbele wa gazeti Mtanzania leo inasema, Dkt Mwigulu atangaza kiama watumishi wa umma pamoja na ya umma pamoja na mafisadi sasa kukamata. Nakala hiyo tembelea kurasa. Tanzania imeandika Samia ataja maeneo ya kimkakati kimataifa, pia e, ataja vipaumbele uwekezaji, ateua bosi PS, e, asema buriani Jenista Mhagama, watumishi wa umma kujaza tamko la mali. E, polisi fanyeni kazi zenu bila hofu. Mwinye ataja vipaumbele sita usimamizi majukumu wawili kortini e, unyang'anyi mali za bilioni 1.5 da. Habari hii imetajwa katika gazeti e, Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Gazeti Uhuru vijijini limeandika Mwigulu acharuka kulikoni, atoa onyo kuwaonea wafanyabiashara pamoja na bodaboda. Rais Samia pokea hati za mabalozi asisitiza misingi ya kuheshimiana. Buriani Jenista, Rais Samia wabunge wa mlilia. Dr. Shein Karume, Dr. Shein Karume wasisitiza muungano kwa vijana. Ahaya na mengine mengi utayapata katika gazeti Uhuru. Eh, Vilala Milele mwaka wa 1967 hadi 2025. Jenista amelala milele. Dkt. Migula asema sekretarieti maadili maeneo yenye rushwa yawe kipaumbele. Habari hii imetajwa katika gazeti wa Machinga, e, sauti ya Wanyonge. Unaweza kujipatia nakala hiyo sasa kupata habari kwa kina naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Rais Samia mlilia Jenista. Miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu tangu hapo jana hata leo na hata baadaye pia ni pamoja na hii: Rais Samia amlilia Jenista, Dkt Mwigulu asema fanyeni mapitio ya tamko la mali na madeni, Rais Samia amteua Magambo mkurugenzi mkuu mpya PSSF. Ni habari ambayo imetajwa katika gazeti hili la Mwanahabari, gazeti bora. Katibu CWT kumehuzunishwa na kifo e, cha Jenista Mhagama. Sasa naondoka hapo niki nikiangazia gazeti Majira, mtazamaji gazeti hili limeandika e, pigo katika e, katika e, gazeti Majira, gazeti huru la kila siku Rais Samia aomboleza kifo cha Jenista, habari kubwa inasema serikali yaanza msako wa rushwa. Habari nyingine imeandika Rais Samia aomboleza kifo cha Jenista Mhagama, ni habari ambayo utaipata katika gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, utakapokamata nakala yako ama kutembelea katika kurasa hizo za mitandao ya kijamii. Gazeti Tanzania Leo, sauti ya mtanzania imeandika Dokta Samia akomalia utulivu wa kiuchumi ndani ya mwezi mmoja, afanya maamuzi ya matrilioni ya shilingi. Upo uwekezaji wa LNG Lindi wenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 90. Amani, utulivu, e, vyarejesha utekelezaji dira 2050, imani ya wawekezaji pia. Dokta Samia akomalia utulivu wa kiuchumi Mwigulu atoa maagizo tamko la maji pamoja na madeni, ataka kipaumbele maeneo yaliyokithiri kwa rushwa. Bilioni mbili nukta tatu za tengwa kwa ajili ya vijana wabunifu. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Gazeti hili linahitimisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi tu, muda si rafiki. Nikirejea hapa moja kwa moja, tunaangazia habari za kimichezo na burudani. Usiondoke, na hasa ukiwa mwanamichezo. Kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa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 Namkaribu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Uh, double D. Kama tayari umekwisha kukamata nakala yako mkononi mwako twende sambamba, na kama bado basi, kuwa mtulivu tu, tegea sikio lako na unitazame kusikia kwa kina yapi yanatajwa huko michezoni, tukianzia ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti Nipashe. Gazeti hili limeandika Yanga yashangazwa ugumu ligi kuu bara, mabingwa hao watetezi wafunguka, imetokana na wapinzani kuimarika sasa wanajipanga. Yanga ya shangazo ugumu ligi kuu bara. Simba Sports Club kurejea kibabe bara. uh, kaf uh, ni habari ambayo imetajwa katika kurasa wa mwisho wa gazeti Nipashe. uh, michezoni sasa, Zanzibar Leo michezoni limeandika Yanga yataja nyota wao majeruhi, Zanzibar yarudi na medali za karate, uh, mengi ya kujifunza kwa marehemu Abdalla Mwinyi, wanamichezo wanafahamu. Polisi yaichakaza Beit el Rais, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo, upande wa habari za kimichezo na burudani, hivyo unaweza kukamata eh, nakala yako ama kujipatia habari kwa kina. Jamvi la habari spoti limeandika Prince Dube kimeeleweka, Afcon, eh, Alonso chini ya shinikizo kubwa baada ya kipigo ni habari ambayo <laughs> imetajwa katika gazeti Jamvi la Habari Spoti. Unaweza kuangazia huko wewe, mwana michezo. Taifa tanzania uzalendo kwanza, gazeti michezoni limeandika FIFA yatakiwa kumchunguza Rais Gianni Infantino kwa madai ya kuvunja kanuni. Habari hii imetajwa katika gazeti taifa tanzania uzalendo kwanza michezoni. CJ Yusufu Mwenda apokea makombe matano ya Shimuta. Manchester United inamtaka eh, kikongwe Ramos, ni habari ambayo imetajwa hapo. Aweso aweso yupo tayari kwenda kucheza kwa mkopo. Aweso aweso yupo tayari kwenda kucheza kwa mkopo. Habari hii pia e, imetajwa hapo. Sasa naondoka hapo nikiangazia Mtanzania leo. Michezoni CG Mwenda apokea makombe ya Shimuta, sawa Matola, uga wa uongozi. Simba, kocha Yanga achiwa jukumu la usajili, huku Mixon kurejea ligi kuu Tanzania bara. Mixon e, kurejea ligi kuu Tanzania e, bara. Sasa naondoka hapo nikiangazia gazeti lingine e, michezoni, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Limeanika mzize yao kurejea January, Azam kushusha majembe dirisha dogo, kocha da City ataka uwekezaji kikapu, maua afunguka elimu yake, BFT yamkubali faki ndondi za dunia habari hizi za kimichezo na burudani utazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania utakapokamata nakala yako. Mimi nakuangazia kwa uchache tu e, ili siharibu biashara za watu huko. Uhuru vijijini limeandika wanne, bye bye Yanga e, Januari 15 litafunguliwa dirisha dogo la usajili nchini. Habari hii imeelezwa hapa. Habari nyingine inasema serikali yaita wadau kuisapoti Taifa Stars vyama vya michezo kuhakikiwa. Bundia Simba tamba, e, Guardiola tambo kibao, unaambiwa <laughs> hatima ya kwasi hii hapa. Uhuru Vijijini e, linaeleza e, habari hiyo kwa undani. Sasa naondoka hapo, nikiangazia gazeti wa machinga spoti, limeandika benchi la ufundi kuamua usajili Yanga. Habari hii imetajwa ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili mwingira. Jenista Mhagama ameacha pigo katika michezo. Peramiho kocha Stars afurahia ushindi kambi. Stars cg Mwenda apokea makombe ya Shimuta. Asha Jafari ajiunga na Yanga Princess, habari ambayo utaipata katika gazeti wa machinga sporti. Uh, utakapo kama tanakala yako na pengine tayari unakwisha kufahamu umeiona katika mitandao ya kijamii na kadhalika. Naondoka huko kote nikiitupia macho yangu manne kunako gazeti Mwana Habari, gazeti bora michezoni. Mzize kurejea uwanjani Januari. Azamu yaleta balaa. Simba matola kikangoni. Bana huyu jamaa jamaah eh, hey, matola kikangoni kambi ya stars Misri. Supime, gamondi kicheko migson kurejea ligi kuu Tanzania bara. Habari hii pia imetajwa hapo, unaweza kujipatia nakala yako kwa kina. Uka, e, ukajipatia nakala ukapata habari kwa kina kumradhi kocha stars aongeza dozi mazoezi Misri, wachezaji wafunguka wasema e, kitapigika sana Afcon 2025. Kwani mbali basi basi, tusubiri kuona e, hicho kitakachopigika. Dube aitwa kikosi cha Zimbabwe. Habari hii imetajwa katika gazeti Majira huku e, gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, michezoni unaambiwa e, Matola awagawa Simba, wana Msimbazi, nyie mnasemaje? Tutumie jumbe zenu hapo e, Matola awagawa simba sina nongwa na Gamondi jamhuri, huyo mbea siti ya mnyakuwa kulandana. Yanga princess yamsainisha asha Jafari, habari hiyo utaipata hapo sasa. Gazeti Tanzania leo e, michezoni, mrithi wa Pantive, apatikana. Mrithi wa Pantave apatikana. Dube apewa jukumu zito. Yanga Sports Club idinado kinara wa mabao mzizima dabi habari ambayo imeelezwa hapa Simba e, watolea ufafanuzi kipigo cha Azam. Yanga waipigia hesabu Al Ahli, habari ambayo imetajwa katika gazeti Tanzania leo. Yanga waipigia hesabu Al Ahli, ni habari ambayo utaipata hapa katika gazeti Tanzania leo. Michezoni. Sasa tuangazie gazeti la kimichezo na burudani pekee, gazeti lisilochangamana na habari nyinginezo. Gazeti Mwanaspoti limeandika Simba ya anza na wawili, habari hii utaipata ukurasa tu wa mbele wa gazeti hili, kwani imepatiwa kipaumbele. Kocha mpya apitishwa, msauzi ateta na Mwanaspoti. Boyeli akitoka tu huyu anatua Yanga ni nani? Basi unaweza kuangazia habari hizi huko katika nakala hizi za magazeti pamoja na kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii uweze kufahamu, boyeli akitoka tu huyu anaingia ni nani, na kwa nini yeye? Basi hayo yote utayafahamu hapo, mtazamaji. Gazeti Mwana spoti linahitimisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani kadhalika, magazetini leo kwa ujumla, Ijumaa hii ya leo ya tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano tangu tulipoanza magazetini leo saa moja na nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati saa kumi na mbili na nusu, hivi ndivyo ambavyo ninatamatisha magazetini kutoka studio zetu hapa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Jina langu unaitwa Dorcas Daniel, unaweza kuniita Double D, si mbaya. Upande wa mitambo kukamilisha matangazo haya mwenzangu ni Freedom Richard. Hadi wakati mwingine, panapo majali wa jumaa munawari